Hujambo, mtazamaji, mahali popote ulipo mchana wa leo, sisi hapa studioni tuko sawa kabisa. Asante sana kwa kujumuika nasi kwenye makala mengine ya Dunia Wiki Hii, bila shaka ni papa hapa ambapo unapokea taarifa za kimataifa, tunakutembeza kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka makala haya ya Dunia Wiki Hii ni kwa ushirikiano mkubwa sana wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Na kama ilivyo ada kwenye makala haya mtazamaji tumekuandalia mengi kutoka ulingo wa kimataifa. Na baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia hivi leo ni kuhusiana na Israel ambayo imethibitisha kumuua mwanachama mmoja mkuu wa kitengo cha kisiasa cha kundi la Hamas kufuatia mashambulizi kwenye hospitali moja huko Gaza. Kadhalika, hatibu wa jeshi la Sudan asema wamekomboa maeneo zaidi muhimu katikati mwa jiji kuu Khartoum na Rais Tinubu wa Nigeria atangaza sheria ya hali ya dharura katika jimbo moja lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Bila shaka ndizo taarifa ambazo tumekuandalia mchana wa leo. Tunatoa mwaliko mapema, twende sawa kadi tamati, tukupatie taarifa hizi na nyingine kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Karibu kwenye makala ya leo mtazamaji. Mimi naitwa Beatrice Gatonya Ngetich, karibu sana. Twende sawa. Mimi ni Isaac Lemoka, karibu. Salah al-Badawil ambaye ni kiongozi mkuu na mwanachama wa kitengo cha kisiasa cha kundi la Hamas aliuawa kwenye shambulizi la angani lililotekelezwa na Israel kusini mwa Kulingana na taarifa hiyo al Bardawil alihusika pakubwa katika shughuli muhimu na operesheni za kijeshi za kundi la Hamas. Taarifa hiyo ilisema kuwa kuwawa kwake kuna sambaratisha zaidi uwezo wa kijeshi na uongozi wa kundi la Hamas. Kundi hilo lilithibitisha kifo cha al Bardawil kikisema kuwa aliwawa pamoja na mkewe, alikuwa amekaa kwenye hema moja katika kambi ya watu waliopoteza makazi katika eneo la Almawasi magharibi Khan Yunis. Tangu Israel iliporejelea mashambulizi ya angani, maafisa kadhaa wakuu wa kundi la Hamas wameuawa akiwemo Isam al-Dalis ambaye ni mwanachama wa kitengo cha kisiasa cha Hamas na mkuu wa kamati inayofuatilia shughuli za serikali huko Gaza. Israel ilirejelea mashambulizi huko Gaza tarehe 18 mwezi huu baada ya mkataba wa kusitisha vita baina yake na Hamas ulioanza kutekelezwa tarehe 19 mwezi Januari kufikia kikomo. Vikosi vya Israel vilianzisha operesheni za nchi kavu kote katika maeneo ya kusini, kaskazini na katikati mwa Gaza. Tangu Israel iliporejelea mashambulizi hayo, zaidi ya watu 670 wameuawa huku wengine zaidi ya na 1230 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa maafisa wa afya huko Gaza. Wakati huo wa huo, jeshi la Israel lilimuua Ismail Barhum, ambaye ni mwanachama wa kitengo cha kisiasa cha Hamas pamoja na takriban Wapalestina wengine wanne kwenye shambulizi la angani lililotekelezwa katika hospitali ya Nasser huko Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza kwa mujibu wa duru za kimatibabu za Kipalestina na wale walioshuhudia tukio hilo. Duru hizo pamoja na wale walioshuhudia kisa hicho waliarifu shirika la jinu kwamba droni ya Israel ililenga orofa ya pili ya jengo la matibabu ya dharura katika hospitali hiyo iliyoko idara ya upasuaji kwa takriban kombora moja na kusababisha moto mkubwa. Madaktari walithibitisha kwamba wahudumu wa afya walipata miili mitano ukiwemo ule wa Barhum pamoja na watu kadhaa waliojeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali maututi. Kundi la Hamas pia lilithibitisha kifo cha Barhum likisema, alikuwa akipokea matibabu kwenye wadi ya hospitali hiyo shambulizi hilo lilipotekelezwa. Jeshi la Israel lilisema kuwa lilitekeleza shambulizi kwenye hospitali hiyo likidai kulenga afisa mmoja wa Hamas aliyemtaja kuwa mwanamgambo mkuu wa kundi hilo. Hospitali ya Nasser ndiyo ya pili kubwa zaidi huko Gaza na imeshambuliwa mara kadhaa na Israel tangu vita vilipozuka tarehe saba mwezi Oktoba mwaka 2023. Pamoja na taarifa hiyo, vikosi vya Sudan vilitangaza kwamba vilikomboa maeneo zaidi muhimu katikati mwa jiji kuu Khartoum. Hatibu wa jeshi la Sudan Nabil Abdalah kwenye taarifa alisema kuwa jengo la shirika la kijasusi ni miongoni mwa yale yaliyokombolewa hukuwa na mgambo wa kitoroka. Taarifa hiyo iliendelea kusema kuwa jeshi hilo limeimarisha udhibiti wake kwenye maeneo muhimu katikati mwa Khartoum, ikiwemo jumba la Zain Tower, Benki Kuu ya Sudan, jumba la Sahel na benki ya Sahara, jumba la ushirika, chuo cha Bayan, makavazi ya kitaifa, chuo kikuu cha sayansi na teknolojia nchini humo na ukumbi wa Friendship. Jeshi la Sudan lilitangaza kwamba limekomboa ikulu ya rais na makao makuu ya serikali katikati mwa Khartoum, likitumia ndege za kivita na droni kukabiliana na wapiganaji wa kundi la RSF. Makombora na mashambulizi yangani, ya angani yalisababisha uharibifu mkubwa, huku wanaharakati wakionyesha kanda za video za moto ukienea katikati mwa Khartoum. Tangu mwezi Februari, jeshi hilo limekomboa maeneo mengi jijini Khartoum, Huku kundi la RSF likisalia na ngome chache likiwemo eneo la Jabal Alia kusini mwa nchi hiyo lililoko bwawa moja muhimu. Sudan imekumbwa na mzozo baina ya jeshi na kundi la RSF tangu katikati ya mwezi Aprili mwaka 2023 223, huku takriban watu elfu thelathini wakiuawa kwa mjibu wa takwimu za shirika linalochunguza mizozo zilizonukuliwa na Umoja wa Mataifa. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent. Tuelekee nchini Nigeria ambapo Rais Bola Tinubu wa nchi hiyo alitangaza sheria ya hali ya dharura katika jimbo la Rivers kufuatia mzozo wa kisiasa kwenye sehemu ya kusini mwa nchi hiyo. Tazama. Kwenye hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja, Tinubu alisema kuwa lazimika kutekeleza kifungu nambari 305 cha katiba ya nchi hiyo ya mwaka 1999, jinsi ilivyorekebishwa, kutangaza sheria ya hali ya dharura ambayo ilianza kutekelezwa mara moja. Alisema kuwa kufuatia tangazo hilo, gavana wa jimbo la Rivers Siminalai Fubara, naibu wake Ngozi Odu, na wabunge wote wa bunge la jimbo hilo walisimamishwa kwa kipindi cha miezi sita. Kabla ya tangazo hilo, serikali kuu ya jimbo la Rivers inayoongozwa na gavana pamoja na wabunge wengi walikuwa wakizozana na kuzua taharuki kubwa ya kisiasa tangu mwaka 2023. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo waliokuwa na silaha wakiegemea upande mmoja wa mzozo huo wa kisiasa walikuwa wametishia kushambulia baadhi ya vituo vya mafuta katika jimbo hilo. Vituo viwili vya mafuta vilidaiwa kushambuliwa na watu wasiojulikana katika jimbo hilo. Tinubu alilazimika kutangaza hali hiyo kutokana na mashambulizi hayo dhidi ya vituo hivyo vya mafuta baada ya kutana na wakuu wa mashirika ya kiusalama nchini humo na viongozi wa mabunge ya bunge la Kitaifa. Rais alimteua Ibokete Ibas ambaye ni mwanajeshi mstaafu kusimamia serikali ya jimbo hilo. Alisema kuwa kutangazwa kwa hali hiyo hakukuathiri asasi ya idara ya mahakama katika jimbo hilo huku ikitakiwa kuendelea kutekeleza majukumu yake ya kikatiba. Nikiripotia dunia wiki hii, jina langu ni Rick Ogola. Nchini Israel, Israel ilitekeleza mashambulizi ya angani kusini mwa Lebanon na hivyo kuzidisha taharuki baina ya nchi hizo mbili baada ya makombora kurushwa kaskazini mwa Israel kwa mujibu wa shirika la habari la kiserikali nchini Lebanon. Mashambulizi haya yalitekelezwa kwenye viungani mwa vijiji vya Tolin, Far Melki, Mlita na bonde la Wadi Al-Hujeri kwa mujibu wa shirika la NNA. Jengo moja la makazi huko Tolin liliharibiwa huku mtu mmoja akiuawa na wengine watatu wakijeruhiwa. Awali jeshi la Israel lilinasa makombora yaliyorushwa kutoka Lebanon kuelekea mji wa Metula kaskazini mwa Israel. Hakuna majeruhi wowote walioripotiwa nchini Israel kwa mujibu wa huduma za dharura nchini humo. Jeshi la Lebanon lilisema kuwa vikosi vyake baadaye viligundua na kuharibu mitambo mitatu ya kujiundia ya kurusha makombora katika eneo la Nabitie kaskazini mwa mto Litani. Wanajeshi waliendelea kushika doria kusini mwa Lebanon ili kudumisha usalama na uthabiti. Makabiliano hayo yalijiri huku kukiwa na sintofahamu kuhusiana na mkataba wa kusitisha vita baina ya Israeli na kundi la Hezbollah linalojihami nchini Lebanon, uliopatanishwa na Marekani na Ufaransa, ulioanza kutekelezwa tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2023 na kusitisha uhasama uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja uliohusishwa na mzozo huko Gaza. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Yamkini mtu mmoja aliuawa huku wengine 15 wakijeruhiwa kwenye shambulizi la angani lililotekelezwa na Marekani dhidi ya jengo la makazi katika jiji kuu la Yemen linalodhibitiwa na kundi la Hudhi Sanaa kwa mujibu wa kituo cha runinga kinachodhibitiwa na kundi la Houthi cha Al-Masira, ripoti ya awali ilionyesha kwamba watoto watatu na wanawake wawili ni miongoni mwa wale waliojeruhiwa kufuatia shambulizi hilo lililotekelezwa huko Asra, kitongoji cha magharibi mwa Sanaa, kwa mujibu wa kituo hicho kilichonukuu duru za maafisa wa afya wanaodhibitiwa na kundi la Huthi. Awali kituo hicho kiliripoti kwamba jeshi la Marekani linaloshika doria kwenye bahari ya Shamu lilitekeleza mashambulizi zaidi ya angani kwenye jimbo la Saada kaskazini mwa Yemen yakilenga maeneo kwenye katikati mwa jiji hilo ambalo ni ngome ya waasi wa kundi la Huthi. Mashambulizi hayo yalitekelezwa baada ya kundi hilo la Huthi kudai kutekeleza mashambulizi zaidi dhidi ya meli ya Kimarekani ya kubeba ndege ya USS Harry S. Truman kaskazini mwa bahari ya Shamu na uwanja wa ndege wa Ben Gurio katikati mwa Israeli. Jeshi hilo la Marekani pia lilitekeleza mashambulizi kadhaa ya angani dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na kundi la Houthi ukiwemo wa ndege wa jiji la bandari ya bahari ya Shamu la Hodeida kwa mujibu wa kituo cha runinga cha Almasira. Makabiliano hayo ya risasi yalijiri huku operesheni ya angani iliyoanzishwa na vikosi vya Marekani katikati ya mwezi huu dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na kundi la Houthi nchini Yemen ikiendelea. Kundi la Houthi linalodhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen baada ya kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2014 lilisema litaendelea kushambulia vituo vya Israeli ili kuwaunga mkono wa Palestina huko Gaza. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Waziri mkuu wa Kanada Mark Carney alimtaka gavana mkuu Mary Simon avunje bunge na kusitisha uchaguzi wa mapema tarehe 28 mwezi ujao Kami aliyeapishwa kwa waziri mkuu tarehe kumi na nne mwezi huu baada ya kushinda kwenye kinyang'anyiro cha uongozi wa chama cha Liberal alisema anawataka raia wa nchi hiyo wampe jukumu la kukabiliana na hatua za rais Donald Trump wa Marekani na kujenga uchumi utakaowanufaisha raia wote.

Kabla ya tangazo hilo la Kami, kiongozi wa chama cha Conservative Pierre Polivier alianzisha kampeni za uchaguzi za chama chake na kusema atapinga tisho la rais Trump la kuunganisha nchi hizo mbili. Kadhalika, vyama vya New Democratic, Block Quebecois na kile cha Green zilianzisha kampeni zao. Kura za maoni zilionyesha kwamba chama cha Liberal kinaongoza na huenda kikashinda viti vingi zaidi bungeni, kulingana na shirika linalotekeleza uchaguzi nchini humo. Kampeni hizo zitakamilika tarehe saba mwezi ujao, siku moja kabla ya uchaguzi. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na viongozi wa kiafrika kutoka mashariki na kusini mwa bara hili waliwateua marais watano wa zamani kuhudumu kwenye jopo pana la wafanikishi ili kuendeleza mchakato wa kuleta amani mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo wakati wa mkutano ulioandaliwa kwa njia ya video. wafanikishi hao wapya wa amani ni pamoja na aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Galema Motlante, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Catherine Samba Panza, na aliyekuwa rais wa Ethiopia Sahle Work Zewde. Kongamano hilo lililoongozwa kwa pamoja na rais William Ruto wa Kenya na mwenzake wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa liliwaleta pamoja viongozi wa jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na jumuiya ya ustawi wa kusini mwa Afrika SADC. Kwenye taarifa yake, Ruto alisema kuwa viongozi wa jumuiya hizo mbili wanaazimia kushughulikia mzozo huo unaokithiri ambao umesababisha vifo maelfu, kupoteza makazi na mzozo mkubwa wa kibinadamu. Ruto aliwapongeza marais Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa DRC kutokana na juhudi zao za kukomesha mzozo huo, akizungumzia mkutano wa ana kwa ana ulioandaliwa juma lilopita jijini Doha, Katar. Mkutano huo pia ulipitisha ripoti kuhusu matokeo ya mkutano wa pamoja wa mawaziri wa EAC na SADIK ulioandaliwa tarehe 17 mwezi huu jijini Harare, Zimbabwe, ripoti ya mkutano wapamoja wa pamoja wa wakuu wa ulinzi na mpango unaobainisha hatua za utekelezaji ili kuafikia amani na usalama wa kudumu mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia awamu ya kwanza ya makala haya ya Dunia Wiki Hii. Kwa sasa tuelekea kwenye mapumziko, usiende mbali mtazamaji, manake Dunia Wiki Hii ikirejea, bado tunazo taarifa kutoka ruba za kimataifa. Hii unatizama ni KBC Channel 1 ya kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu kwenye awamu ya pili. Barani Afrika, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri Badr Abdelati na mwakilishi mkuu wa masuala ya kigeni na sera ya usalama wa muungano wa Ulaya Kaja Kallas walitoa wito wa kurejelewa tena kwa mashauriano ya kusitisha vita huko Gaza. Akihutubu kwenye mkutano wa pamoja na wanahabari baada ya kukutana na mjumbe huyo mkuu wa muungano wa ulaya jijini Kairo, Abdelati alisema kuwa njia pekee ya kuwaachilia huru mateka wote wa Israel ni kurejelea mashauriano hayo na kutii mkataba wa kusitisha vita, huku akipinga operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya raia kwenye ukanda wa Gaza. Kadhalika alikariri haja ya kuchukua hatua za haraka kutekeleza awamu ya pili ya mkataba wa kwanza wa kusitisha vita huko Gaza ulioanza kutekelezwa tarehe 19 mwezi Januari. Kwa upande wake, Kalas aliwaarifu wanahabari kwamba muungano wa Ulaya unasikitishwa na vifo huko Gaza baada ya Israel kuanzisha tena uhasama. Hali Gaza imezorota haraka. Jeshi la Israel lilirejelea mashambulizi makali angani kote kwenye ukanda huo na hivyo kusitisha mkataba huo wa miezi miwili. Maafisa wa afya huko Gaza waliripoti kwamba yamkini watu 600 wameuawa huku wengine zaidi ya 1230 wakijeruhiwa. Moto uliendelea kuenea kwenye msitu wa Sam Houston viungani mwa mji wa Houston jimboni Texas Marekani na kuteketeza takriban ekari 2360 kwa mujibu wa maafisa wa kukabiliana na moto. Tazama taarifa hiyo. Shirika la wazima moto katika jimbo hilo lilidhibiti moto huo likisema kuwa takriban jengo moja huenda liliteketea kwenye kisa hicho, ingawa hakuna waathiriwa wowote walioripotiwa mara moja. Kufuatia moto huo, wakazi wa kaunti mbili zinazopakana na Houston za Montgomery na San Jacinto walitakiwa wahame. Yamkini makazi mia tisa yako kwenye eneo hilo ambako wakazi wametakiwa wahame, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABC. Shirika la kitaifa la utabiri wa hali ya anga lilitoa tahadhari kuhusu kuzuka kwa moto Onyekani kwenye kaunti zilizo magharibi mwa Houston kutokana na halikavu ya anga. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Turejee Israel. Familia zilizopoteza makazi katika kijiji cha Kuya katika jimbo la Dara nchini Siria zilielezea matukio ya ghasia na uharibifu saa chache tu baada ya shambulizi la makombora na operesheni ya jeshi la Israel kusababisha vifo vya yamkini watu saba na kuwafanya wakazi kutoroka kwa wingi watu hao walielezea jinsi mili ilivyotapakaa barabarani huku watu wakitoroka, na hakukuwa na wahudumu wowote wa matibabu kwenye kijiji hicho wakati wa shambulizi hilo. Walisema kuwa wanajeshi wa Israel waliingia kwenye kijiji hicho na kuwafukuza raia, huku wakitoa wito kwa jamii ya kimataifa na mataifa ya kiarabu kukomesha mzozo huo. Kulingana na maafisa wa mashauri ya nchi za kigeni wa Siria, kijiji hicho kilichoko kwenye jimbo la Dara, magharibi mwa nchi hiyo, kilishambuliwa kwa makombora ya kutoka angani, pamoja na takriban raia sita waliuawa huku wengine wakijeruhiwa. Shirika la kutetea haki za kibinadamu la Syrian Observatory lilisema kuwa kundi la vijana wa eneo hilo walijaribu kukabiliana na kikosi hicho cha Israel na hivyo kusababisha makabiliano zaidi na mashambulizi zaidi ya makombora. Lilisema kuwa watu saba waliuawa. Mashambulizi hayo yalidhihirisha kukidhiri kwa mashambulizi ya Israel kote katika eneo la kusini mwa Syria na kuwafanya maafisa wa mashauri ya nchi za kigeni wa Syria kushinikiza uchunguzi wa kimataifa huku wakirejelea mashambulizi hayo kuwa ukiukaji wa uhuru wa nchi hiyo na sheria ya kimataifa. Idadi kubwa ya familia zimetoroka miji jirani zikitafuta hifadhi shuleni na kwa jamaa zao zikiwa na wasiwasi kuhusu ni lini zitarejea kwenye makazi yao. Tukisonga mbele mtazamaji, Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki alikilaumu chama kikuu cha upinzani cha Republican People's Party kutokana na maandamano dhidi ya kuzuiliwa kwa meya wa Istanbul, Ekrem Imamoglu yanayo ama yaliyozua ghasia. Maelfu ya raia wa Uturuki waliandamana tangu tarehe 19 mwezi huu baada ya Imamoglu kuzuiliwa kuhusiana na mashtaka dhidi ya ufisadi na kusaidia kundi la kigaidi. Imamoglu wa chama cha CHP anachukuliwa kuwa mpinzani mkuu wa Erdogan kwenye uchaguzi ujao wa urais. Awali, waziri wa usalama wa Uturuki Ali Yalikaya, kwenye ukurasa wake wa X, alisema kuwa maafisa 123 wa polisi walijeruhiwa kwenye maandamano hayo, huku vikosi vya usalama vikiwakamata washukiwa 1133 Yalikaya alisema kuwa ingawa kila mtu ana haki ya kuandamana kwa amani kuambatana na katiba, haki hizo zinadhibitiwa kisheria kwa minajili ya usalama wa kitaifa, amani, kuzuiwa uhalifu, kulinda afya na maadili na haki na uhuru wa wengine. Maandamano ya hivi majuzi yamekithiri na kuwa ghasia, huku makundi fulani yakitumia vibaya haki hiyo na kujaribu kuvuruga amani na kuwashambulia maafisa wa usalama. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga na, na aliyekuwa waziri mkuu wa Ethiopia Hailemariam Desalegn boshe. Alitoa wito kwa nchi za Kiafrika kuimarisha mifumo ya kuongeza thamani ya bidhaa na huduma barani humu ili kuboresha biashara baina ya nchi za bara hili chini ya mkataba wa eneo huru la kibiashara barani Afrika mifumo thabiti ya kuongeza thamani itawapa Waafrika aina mbalimbali za bidhaa zilizotayarishwa humu nchini na kuwapa motisha kununua bidhaa za Kiafrika, kwa mujibu wa Boshe alipotoa mhadhara katika jiji kuu la Ghana, Akra. Maudhui ya mkutano huo yalikuwa mkataba wa Afta kama kichocheo cha ajenda ya nambari 2063 kutoa fursa katika ulimwengu wanaobadilika. Alisema kuwa bara hili linafaa kutambua na kuunganisha bidhaa za eneo hilo na watengenezaji bidhaa walio na uwezo wa kuuza bidhaa katika nchi nyingi za kiafrika kwa njia inayopunguza gharama ya mali ghafi ya utengenezaji bidhaa. Aliwahimiza viongozi wa kiafrika watekeleze juhudi za kupunguza muda unaochukuliwa kuvuka mipaka kuratibu sera za kufanikisha usafiri huru wa ujuzi na mtaji ili kuimarisha uzalishaji na kuharakisha ujenzi wa muundo msingi wa kisasa wa kibiashara ili kuimarisha usafiri wa watu, bidhaa na huduma. Mkataba huo wa akta uliozinduliwa mwaka 2021 ni mkataba wa kihistoria unaonuiwa kubuni soko moja kwa bidhaa na huduma katika nchi zote wanachama wa muungano wa Afrika. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali mbali duniani, ukiwemo ule wa kibiashara, muundo msingi, elimu, matibabu, teknolojia, mawasiliano na mwingineo unaonufaisha pande husika. Tazama taarifa hiyo. Madaktari wa Kichina waliohudumia wagonjwa wa kifua kikuu kisiwani Zanzibar, nchini Tanzania, huku siku ya kifua kikuu duniani ikiadhimishwa tarehe 24 mwezi Machi kila mwaka tangu mwaka 1993 kwa lengo la kutoa uhamasisho na kukomesha ugonjwa huo hatari unaoambukizwa zaidi duniani kulingana na shirika la afya duniani na kampuni ya Kichina ya mawasiliano ya Huawei waaga washindi 12 wa shindano la kitaifa la kiteknolojia ya habari na mawasiliano watakaowakilisha Kenya kwenye fainali nchini Afrika Kusini mapema mwezi ujao. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba alisema kuwa makala haya ya tisa shindano hilo lililoanzishwa mwaka 2018 yanawiana na ya azma ya serikali ya kuimarisha ujuzi wa kidijitali miongoni mwa vijana ili watekeleza jukumu muhimu katika kukuza uchumi na hospitali ya Shengjing ya chuo kikuu cha kimatibabu cha China ilianzisha ushirikiano wa usaidizi wa kimatibabu na hospitali ya mafunzo ya Edward Francis Mal nchini Gambia. Na huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya maji duniani, zaidi ya wakazi 1450 kusini mwa eneo la Dar es Salaam nchini Tanzania walipata fueni baada ya maji safi kufuatia kuanzishwa kwa mradi wa maji wa Bangulo uliojengwa na shirika la ujenzi la kichina na kundi la shinan la madaktari la Kichina nchini Kamerun lilitoa mhadhara kuhusu huduma ya kwanza na ujuzi wa kimsingi wa tiba za kiasili za Kichina katika taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Yaounde ya pili huko Soa, na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Botswana iliandaa hafla ya kitamaduni na lugha, ambapo wanafunzi walipata fursa ya kujifunza wa ya kujifunza lugha huku wakifanya mazoezi ya kung fu na China na Zambia zilitia saini mkataba kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na kiufundi katika hatua nyingine za kuimarisha uhusiano wa muda mrefu unaonufaisha nchi hizo mbili. Na China ilikabidhi zaidi ya visima 66 kwa jamii katika jimbo la Mashonaland mashariki nchini Zimbabwe, na hivyo kuwezesha takriban watu elfu kumi na sita na mia tano wa kupata maji safi. Francis Ngala, Dunia Wiki Hii. na kufikia hapo mtazamaji, ndipo tunatia kikomo taarifa zetu siku ya leo. Tunasema shukrani sana kwa muda wako, asante sana pia kwa mm -hmm, utazamaji wako na hewala tena sana mm -hmm, kwenu nyote ambao mmetufuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka makala haya mtazamaji, yameweza kuletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Tufanye vivi hivi tena wiki ijayo umejaliwa. Mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, kwaheri ya kuonana, kwa niaba ya wote mimi